Ha, mpendo wa Bwana Yesu asifiwe. Ni mchana mzuri ambao Mungu ametupea, tunataka tuongelee uh, kwa pamoja maneno ya Mungu ambayo tunapata katika kitabu cha Ayubu 22:28, 22. Biblia inasema, Nawe utakusudia neno nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangaza njia zako. Kiingereza inasema What you decide on will be done. And the light will shine on your ways. chambo ambayo ninataka tuongelei hapa ni maamuzi, kuamua. Unaamua namna gani na ni kitu gani mpaka leo umeamua? Na ninataka tujue katika maamuzi yako Mungu yuko ndani, kuna sehemu ya Mungu hapo ndani. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Biblia inasema kwamba kile ambacho utakwenda kuamua kitafanikiwa. Na ni kweli kila kitu ambacho mtu anapanga kinafanikiwa, kiwe liwe jambo njema au liwe jambo baya. Uki, ukiamua leo kwamba nitakuwa ninafanya mambo mabaya na niyo utafanya. Mtu mwingine anasema mbona mungu kama yuko, mbona kwa nini hakunizuia kuacha kufanya, kufanya, kufanya, kufanya, kufanya hili jambo? mm -mm. Mungu amekuachia uamuzi uamue. Ukiamua kufanya jambo baya ndio huyo utafanya na litafanikiwa kabisa, litafanikiwa. Lakini pia ukiamua kufanya jambo jema pia litafanikiwa. Lakini leo nilikuwa na kusii wewe pamoja na mimi tuamue kuchagua jambo jema, kuamua jambo jema. Ili neno to decide au kuamua linatoka katika neno la Kiibrania linalosema gazar gaza. Gaza neno la, la Kiebrania ambalo maana yake inasema, jambo la kwanza inasema, mambo matatu tu yana maana mengi, lakini nitasema mambo matatu. Jambo la kwanza inasema ni to cut down au to cut out. Hiyo ku cut down, cut out ni kukata tu, kama vile unaweza kukata jambo, unakata tu, unalikata ambalo liko limeunganika kwa kitu, kwa jambo lingine, unalikata liondoke. Katika Mathayo 5:29 hadi thalathini. Yesu Kristo anasema habari za, za ufalme wa mbinguni kwamba kama kuna jambo ambalo linakuwa kama mkono wako wa kushoto ambao unakusababisha usione ufalme wa Mungu, ni afadhali ukate. So kuna mambo ambayo unatakiwa ukate ambayo yameambatana maisha yako, ambayo kwa ya kuyakata yataleta maumivu, sababu kukata mkono si jambo rahisi mpendwa, lakini unatakiwa ukate hayo mambo, sababu hayo mambo yanapozidi kuambatana na wewe na maisha yako, yatakuletea ya shida, yatakukosti. Kuna mambo ambayo unatakiwa ukate, yasiingie katika maisha yako. Hiyo mkono wako wa kushoto ni mambo ambayo unayafanya yasiyompendeza Mungu, ni ile dhambi ambayo imekushika kwa, kwa urahisi sana, ni yale mambo ambayo hayampendezi Mungu, lakini unaambatana nayo, unasema nitauzaje kuachana na, ah, nita na hili ni hilo jambo ambalo Mungu anataka udecide au uamue kuachana nalo, na Mungu atakuwa msaada kwako. Ukichagua hilo, ukichagua kufanya hiyo decision nzuri, utaona kutakuwa mambo mazuri yatafanyika katika maisha yako. Jambo la pili ambalo linaashiria neno kasara ni to exclude. To exclude, ni kutoa, kutoa tu, kutenga, kutenga. Kuna mambo ambayo yalikuwa pamoja lakini yanapokuwa pamoja yanaweza yakasababisha mambo mengine kuoza, kuharibika. Unatakiwa watoe ha. Kuna mambo ambayo watu wanazoea kusema kwamba nyanya au tomati kwa, kwa, kwa fren zile za kuoza, zikioza, zikioza zikikaa pamoja na zingine, zinaweza zikaozesha zile zingine. So kuna mambo ambayo yanatakiwa yatengwe, ili upate umake a good decision. Oh, kitu cha kushangaza ni kwamba kuna wale ambao wanahamuliwa na watu wengine. Wao wenyewe hawana namna ya kuamua, wanahamuliwa na marafiki. Marafiki wakisema ndio wanafanya. Ah, nina jambo la kushangaza kuona kuna ndugu mmoja ambaye ah, sijui alikuwa na jambo gani, ni kuto kukomaa au kutokuweza kudecide yeye mwenyewe. Kile ambacho marafiki wamemwambia afanye kwa mke wake ndicho anafanya. So yeye haamui yeye mwenyewe, anaamuliwa. Ha, kama angegundua kwamba anatakiwa amue mwenyewe angewatoa, angeondoa hao marafiki ambao wana mu influence ili yapate kufanya maamuzi yasiyo kuwa sawa. Inawezekana ni marafiki katika maisha yako wanakusababisha kufanya jambo isiyokuwa nzuri. Angalia, kuna kijana mmoja alisema kwamba kama leo mimi ninakunywa pombe ni kwa sababu marafiki zangu walisema kwamba nisipokunywa pombe sitakuwa nao. Oh mpendwa Si ufike mahali ujiamuliwe mwenyewe, usiamuliwe na mtu mwingine. Na mtu ambaye anatakiwa aingie katika maisha yako akuamulie vizuri ni Mungu, na huyu ni Yesu Kristo, ambaye ni mwanga wa ulimwengu. Anasema mimi ni nuru. Akiingia ndani yako Yesu Kristo anafanya mabadiliko, kila ambacho kilikuwa kibaya kinakuwa sawa, na anakuongoza katika njia zako, ili ufikie katika maamuzi yaliyo sawa. Hebu ondoa ondoa hao marafiki wabaya wanaokusababisha usifikie baraka zako usifikie muujiza wako ambao Mungu amekufanyizia. Mungu akusaidie kufika mahali ambapo utafanya maisha yako yawe maisha ambayo yatakuwa ya, ya uzima na amani. Mungu akusaidie. Angalia katika jangwa, wakati watoto wa Israeli wanatoka Misri, Mungu alipotuma wapelelezi, alipomwambia Musa tume wapelelezi kwenda Kanani, e, waka, wakaona wale machitu wakaogopa. Walipoleta walipoleta habari ha, watu wana wa Israeli wali waliangaika wali wakalalamika, wakasema hili jambo litawezekanaje? Mbona tumekuja kufa hapa? Lakini Caleb na Joshua wakabaki imara, wakasema kwamba hao watu tunaweza tukawafight vizuri na Mungu akasema akaamua kuua wale wote wazaliwa waliotoka Misri waliokuwa tu wameachiwa wame, wame, wame maisha ni chua, Yoshua na Kalebu lakini hao watu walikubaliana na hilo jambo, kwa sababu kuna watu ambao wanatakiwa watoke katika maisha yako ili ufikie Kanani yako ili ufikie lile ambalo Mungu amekuandalia. Yu rafiki ambaye anasababisha usiokoke sio rafiki mzuri. Mtu ambaye anakuchekelea kwa nini uko katika wokovu, kwa nini unafatana mambo ya Mungu, huyu mtu anataka umeke a bad decision. Ingekuwa heri leo ndugu yangu ufikie mahali ambapo utajichukulia uamuzi wako mwenyewe na kuamua kwa kile ambacho mungu amekuandalia. Ondoa rafiki mbaya, ondoa wazo mabaya, fanya kile ambacho mungu amekuitia kufanya. Jambo la tatu: ni, kudisappear. Kudisappear ni, ku, t, ni kutokea ni, ni kutoa kitu ambacho kilikuwa kimetokea sasa kinaondoka kinaondoka. Oh, vitu ambavyo vina disappear ni kama vile spirit eh, roho eh, kuna roho ambazo zinaweza kutokea fasi fulani. Kuna mtu anaweza kusema niliona mtu fulani kisha akatoweka. Hiyo ah, ni hivyo, hata wakati malaika walipokuwa wakija walikuwa wanatokea wana, wana lakini baadaye tena wanatoweka wana, wana, wana Kutoweka ndio kudisapia ah, kama marafiki au kuna jambo ambalo mm -hmm, limeingia katika maisha yako, umeshindwa kuliondoa. Wewe ondoka, wewe potea, potea katika hiyo imaya, potea katika huo urafiki, potea ili upate kuwa salama. Biblia inasema katika Wakorinto wa pili sita kumi na nne, Mungu anasema kupitia mtumishi wake Paulo kwamba tokeni kati yao, mukatengwe nao, asema Bwana na pale mwisho anasema nami nitakuwa kwenu baba nanyi mtakuwa kwangu wana. So kuna mambo ambayo tunatakiwa tutoke kati yao. Hapa alikuwa akizungumzia juu ya habari ya, ya kuabudu sanamu habari ya gisa uh, uh, uh, kuchangamana kwa, kwa miungu akasema kwamba watu wa mungu wanatakiwa watoke huko. Kuna mambo ambayo hayatafika katika maisha yako kama hujatoka. Angalia Ibrahimu katika yule Mwanzo kumi na mbili moja Mungu anamwambia toka wewe jamaa lako, nami nitakuonyesha mahali ambapo utakwenda na huko nitakubariki. Oh, mpendwa mwenzangu, kuna mambo ambayo hayatafika katika maisha yako kama hujamua kutoka, na utashindwa kuchukua a good decision kwa sababu hukutaka kutoka. Na hivyo usipoweza kutoka, kuna watu wengine pengine watakuamulia. Ninataka leo, chukua uamuzi wa kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako Yohana Yesu Kristo anasema kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kufika kwa baba ile kwa njia yangu mimi. Ninataka umpokee Yesu Kristo, ndio uamuzi mzuri unataka ufanye. Akiingia katika maisha yako, business yako itakwenda salama, maisha yako yatakuwa salama, namna yako ya kufikiri itakuwa salama, na uzima utakuwa ndani yako. Nataka Mungu akufanye kuwa kichwa na sio mkia, lakini hiyo itakabiliana na vile utakavyoamua. Uamuzi mzuri uko mbele zako: kifo au mauti. Chagua uzima ili upate kuishi, sababu Yesu Kristo anataka aingie.